Katika jangwa la Bonde la Kifo, Death Valley, huko California, kuna tukio la kushangaza linalowashangaza wanasayansi na watalii wa karne nyingi zilizopita. Mawe makubwa yenye uzito wa hadi kilo mia tatu yanasogea yenyewe juu ya, ya ardhi tambarare inayojulikana kama Racetrack playa, yakiacha nyuma alama ndefu zinazoonyesha mwelekeo wa harakati zao. Kwa muda mrefu sasa, watu Nikuwa mawe haya yanasukumwa na upepo mkali, nguvu za sumaku au hata nguvu za ajabu zisizojulikana. Lakini sasa wanasayansi wamefanikiwa kufumbua fumbo hili la ajabu sana. Katika makala hii, tutachunguza historia ya ugunduzi wa mawe haya, nadharia mbalimbali zilizoelezea harakati zake na suluhisho la kisayansi lililothibitishwa. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kusikiliza makala hii. Mawe haya yaliripotiwa kwa mara ya kwanza kabisa mwanzoni mwa karne ya ishirini na wachimba madini pamoja na wafugaji wa ng'ombe waliokuwa wakipita eneo hilo. Waliona alama za mawe makubwa yaliyohama kutoka sehemu moja hadi nyingine, lakini hakuna aliyewahi kuyaona yakisogea kwa macho yake ya kawaida. Mwaka wa 1948 Jim Kalista na Allen Agnew, wanajiolojia wa Marekani walifanya uchunguzi wa kisayansi na kubaini kuwa mawe hayo yalikuwa kweli yanatembea polepole sana kwa muda wa miaka kadhaa. Licha ya utafiti huo, hakuna aliyetoa maelezo kamili kuhusu kile kilichokuwa kinavisogeza ni nini. Katika miaka ya 1970, wanasayansi walikuja na nadharia mbalimbali, lakini hakuna iliyokuwa na ushahidi wa moja kwa moja. Haikuwa hivyo hadi mwaka 2014 ambapo fumbo hili lilifumbuliwa rasmi kupitia utafiti wa kisayansi uliofanywa kwa kutumia kamera na vifaa vya GPS. Sasa je, mawe haya yanatoka wapi? Mawe haya yanatoka kwenye miamba ya vilima vya jirani vya Cottonwood Mountain. Kwa sababu ya mmomonyoko wa ardhi na mvua za msimu, vipande vikubwa vya miamba hukatika na kusukumwa na maji hadi kwenye tambarare ya Race Track Playa, na huko huanza safari yao ya kushangaza inayodumu kwa miaka mingi sana. Kwa miaka mingi watafiti walijaribu kuelezea jinsi mawe haya yanavyosogea kwa kutumia nadharia tofauti. Nadharia ya kwanza ni nadharia ya upepo mkali. Baadhi ya wanasayansi waliamini kuwa upepo mkali kutoka kwenye milima ya Bonde la Kifo unaweza kuwa unavisukuma mawe haya, kwa vile jangwa hili linaweza kuwa na upepo wenye kasi ya zaidi ya kilomita kwa saa 140 ilionekana inawezekana kuwa hivyo, lakini udhaifu wa nadharia hii ni kwamba mawe mengine ni makubwa sana kiasi kwamba upepo wa kawaida usingeweza kuyasukuma. Lakini pia mawe yaliyo karibu hayakuwa na mwelekeo mmoja wa harakati. Nadharia ya pili inajaribu kuelezea nguvu za sumaku. Baadhi ya watu walidhani kuwa kuna nguvu za sumaku ardhini zinazovuta au kusukuma mawe haya. Walihisi kuwa kuna madini ya sumaku kwenye miamba ya chini ya ardhi ambayo yanaweza kuathiri harakati za mawe. Lakini udhaifu wa nadharia hii ni kwamba mawe ya Racetrack Playa yanatoka kwenye vilima vya jirani na hayana sifa za kuwa na sumaku, na hakuna utafiti wa kisayansi ulioonyesha uwepo wa nguvu za sumaku katika eneo hilo. Nadharia ya tatu ni nadharia inayohusu mazinga Maombwe au nguvu za gaibu. Kwa miaka mingi, watu waliamini kuwa mawe haya yanatembea kwa msaada wa nguvu zisizoeleweka, labda roho au viumbe wa ajabu sana. Baadhi ya watu walidhani kwamba ni matokeo ya shughuli za kiasili zisizojulikana. Lakini udhaifu wa nadharia hii ni kwamba hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja wa nguvu za gaibu katika eneo hilo. Na utafiti wa kisayansi ulionyesha kuwa hakuna Uhusiano wote kati ya mizimo na harakati za mawe haya. Mwaka wa elfu mbili na kumi na nne, wanasayansi kutoka chuo kikuu cha Scripps Institute of Oceanography wakiongozwa na Richard Norris na James Norris walifanikisha kuona mawe yakisogea kwa mara ya kwanza kabisa. Mwaka wa elfu mbili na kumi na nne, wanasayansi kutoka chuo kikuu cha Scripps Institute of Oceanography wakiongozwa na Richard Norris na James Norris walifanikisha kuona mawe yakisogea kwa mara ya kwanza kabisa. Waliweka kamera na vifaa vya GPS kwenye mawe kadhaa na kugundua jambo la kushangaza zaidi. Katika majira ya baridi, mvua inanyesha na kutengeneza tabaka jembamba la maji juu ya udongo wa Racetrack Playa, na usiku maji haya huganda na kutengeneza safu nyembamba ya barafu yenye unene wa karibu milimita tatu hadi sita hivi. Jua linapochomoza za barafu huanza kuyeyuka na kuwa vipande vidogo vinavyoelea juu ya maji na upepo wa polepole yenye pole, kasi ya chini ya kilomita 8 kwa lisaa husukuma vipande vya barafu ambavyo navyo vinasukuma mawe taratibu juu ya uso wa tambarare. Mawe haya husafiri kwa umbali wa hadi mita 4 hadi tano kwa dakika, na baada ya barafu kuyeyuka kabisa hubaki katika nafasi mpya. Kamera ziliweza kurekodi harakati za mawe hayo na vifaa vya GPS vilithibitisha kuwa mawe yalisogea taratibu mno kutokana na mchanganyiko wa maji, barafu pamoja na upepo. Siri ya mawe yanayotembea kwenye jangwa la Bonde la Kifo sasa imefumbuliwa. Mawe haya husogea kutokana na mchakato wa kiasili unaojumuisha maji, barafu na upepo. Hata hivyo, licha ya ufumbuzi huu wa kisayansi, mawe haya bado yanaendelea kuwashangaza watu wengi zaidi na bonde la Kifo limekuwa moja ya maeneo ya kustaajabisha zaidi duniani. Je, ulikuwa unajua kuhusu tukio hili la kushangaza? Unadhani kuna maajabu mengine ya sayansi yanayosubiri kufumbuliwa? Mimi sina la ziada, niachie ujumbe wako katika upande wa comment section. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, na huu ndio mwisho wa simulizi hii, na mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika simulizi zinazofuata.